Ya mimi naitwa Halidi Chokora Almatar number 1. mimi nipo katika bendi ya kutwanga na kupepeta, lakini kwa upande mwingine mimi ni boxer, sio ni professional boxer, na mpaka sasa hivi nimeshacheza mapambano matano. Kwa hiyo kwa ambao walikuwa wafahamu kwamba Chokora ni mtu aina gani na mbali ya mziki nini anafanya, mimi nacheza mchezo wa ngumi na sijaanza mwaka huu, na kama miaka kumi na tano kumi na nne hivi mwezi wa nne tarehe tisa. Abdu ni bondia mzuri sana, ishaye kucheza mapambano mengi, lakini mimi nitaruka naye hiyo tarehe tisa ya mwezi wa nne katika ukumbi wa ah, CCM Mwinjuma. Kwa hiyo ndo kama hivi nipo nafanya mazoezi ya ya mwisho mwisho. Sasa hivi hili ni pambano la sita, mapambano mawili ma nimeshinda kwa KO, ya ni knockout, na mapambano matatu nimeweza kushinda kwa point, yani sijakupigwa <laughs> hili pambano la sita sasa hivi linafanyika sisem Juma maeneo ya Mwananyamala. Mwananyamala A. A, mimi napigana uzito wa kilo sitini na sita, mabondia wengi wazuri kama Mohamed Matumla mzuri Eh, nani mi, eh, eh, nani mdogo wake cheka anaitwa nani? Eh, Cosmas cheka pia anafanya vizuri na wengi wengine wanafanya vizuri kama vile Dula Mbabe ambaye pia mwanangu niko naye hapa gym moja hivyo, yani wanafanya vizuri kiukweli. Ah, mimi, mimi kama mwanajeshi nasema kwamba mimi ni mwanajeshi sichagui silaha, iwe kisu iwe panga iwe bunduki maanangu kwamba ni boksa yoyote yule ambaye mwenye kilo za kwangu mimi, mimi fresh tunaruka naye yani, si ufi jina la mtu, kwa sababu mwisho wa siku eh, yeye ana mikono miwili na mimi na mikono miwili, na yeye anatumia akili na mimi natumia akili, na yeye anatumia nguvu na mimi natumia nguvu. Kwa hiyo siogopi boksa yoyote yule ambaye ana kilo za kwangu mimi, kilo 66, 65 siogopi boksa yoyote kwa hapa kwetu Tanzania yani. Dula anapigana kilo 76, 77 hivyo. Eh. Hey, mimi naye <laughs> yani, yani, kwa sababu mwisho wa siku mziki unaniingizia pesa na ndo unaniendeshia maisha yangu, na sasa hivi ngumi pia zimeshakuwa zinaniingizia pesa kwa upande fulani pia kinasukuma gurudumu la maisha yangu. Kwa hiyo mimi vyote vyote nitachagua, kwa sababu vyote najua na vyote na, na, yani vyote navijua na vyote navipenda. Kwa hiyo nikiambiwa kwamba chagua mimi, nitachagua vyote nitachagua, nitachagua, nitachagua, nitachagua mziki cha kwanza, pili nitachagua ngumi, kwa sababu ndio mchezo ambao naupenda. Hata mwisho wa siku nikikaa na wanangu naambia, jamani mimi nikizeeka bwana kama mkisema bwana, ngoja tumfanyie mshua birthday, si nini? Kwamba mimi naambia jamani, wanangu, mkisikia kuna pambano la ngumi, zile ngumi za ukweli ukweli kabisa, nichukue ni mie pale, mzee wenu, nitaenda nitaangalia ngumi, yani birthday yangu itaisha vizuri kabisa, yani msinichukue zaidi yoyote zaidi ya kunipeleka kwenye ngumi tu kuangalia na kunirudisha nyumbani pindi penda akapokuwa mzee yani. <laughs> mimi kiukweli siwezi kutangaza ku kwa like kwamba bwana mimi nalipwa kiasi hiki ndio napanda kwenye lingi, no kwa sababu hii ni biashara. Kwao kama biashara mwisho wa siku ni makubaliano kati ya boxer na promoter. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba bwana mimi mpaka nipewe la hii ndo napanda kwenye ringi, afu mwingine anaweza kanishusha, mwingine anaweza kanipandisha sana. Lakini mwisho wa siku bora iwe kwamba hii ni biashara, mwisho wa siku ni makubaliano kati ya promoter na boxer. Yeah. <laughs> Ah, kikweli ni, ni mziki kwa sababu mimi ninachokifanya hapa juu ya mgongo wa dunia kwa sasa hivi Asilimia tisini ni kwamba mziki ndo unaweza ndo unaonifanyisha ni niwe vile au nifanye kile ambacho ninachokifanya, chochote kile ninachokifanya chenye kuhitaji eh, labda pesa ama hata kisichohitaji pesa eh, lakini kwamba ninachokifanya chochote ni, ni mziki kiukweli. ah, kikubwa zaidi ni kwamba mashabiki wa muziki, nazungumzia mziki wa Bongo Flava, mziki wa dansi, mziki wa taarabu waje wanisapoti mwanamuziki mwenzi wao na so muziki tu peke yake, hata Bongo movie pia wanakaribishwa. Na mbali ya hiyo, pia nikasema kwamba kuna kijana mmoja mwanamuziki alikuwa anataka apigane na mimi barabarani <laughs> alikuwa anataka apigane na mimi barabarani, kesheni nipigia simu nyingi sana, keshe ni, keshe ni tumia message nyingi sana za vitisho, lakini ni wanae, mimi nikamwambia bwana eh, mimi kwa sasa hivi ni boxer professional na kwamba na, na cheti kabisa cha uboxa. Kwa hiyo siwezi kupigana mtaani, eti tukutane tu, mwisho wa siku nikupige. Ila ikitokea kwamba tayari si kabisa kwamba, na na kwamba, na kwamba atakuwa anaangalia Miladi eh, kwa sababu Miladi yayo ndio habari ya dunia sasa hivi. Kwa hiyo kama ananisikia, atafute mapromoter, mimi nitapigana bure. Kama atataka kulipwa yeye. Yeye mwenyewe nikiongea hivi, nikiongea hivi, yeye mwenyewe atakuwa kwamba keshejijua yeye ni nani. Kwa hiyo mimi niko tayari nipigane naye bure, lakini kwenye ringi. Siko tayari kupigana naye mtaani. Naweza nikampiga eh, light moja akalala chini, mwisho wa mwisho, mwisho wa siku nikaenda jela. Eh, yaani kiuzembe, uzembe kabisa. Kwa hiyo namtazalisha tu, kuna kijana ni mwanamuziki. Sitaki kumtaja jina, lakini nikisema hivi kwamba ni kijana mwanamuziki na meseji zake za vitisho kesheni pigia simu za vitisho, mimi nichokuwa namwambia kwamba siwezi kupigana mtaani kwa sababu mimi ni boksa. Yeye kama anajua kabisa mimi na mudu chokora, basi yeye atafute mapromota, mimi nitajitolea, nitapigana bule na yeye kwenye ringi. Eh, kwanza kwanza, cha kwanza kama kawaida yangu, naitwa Abdallah Pazi maarufu kama Dullah Mbabe, rais wa Mwananyamala, mfalme wa Wazaramo, mbabe wa mabondia wote duniani. Nadhani sauti hii mkisikia amshangai kwanza nabidi nimshukuru Mwenyezi Mungu, nipo salama, niko vizuri kwa chango, dame, na namshukuru kochangu Omari Dame akishirikiana na bidabida kwa kuniweka kuwa fit. Umeona, la pili ninachoomba wadau wa ngumi nchini Tanzania, tarehe tisa mwezi wa nne, siku ya Jumapili, na pambano kali dhidi ya Manzese na Mwananyamala kwa sababu ni ushindani, kwa sababu ndio tunawapa challenge watu wa Manzese, kwa sababu kama ilitokea mara ya kwanza niliwahi kumpiga kumpiga kaka yangu ndugu yangu marehemu Thomas Mashali. Sasa hivi kuna kijana mmoja wa Manzese huko huko anataka kulipa kisasi, kwa nini Thomas Mashali alimpiga vipi? Kwa maana hiyo siku ya Jumapili tarehe tisa, wananchi wote wa Tanzania njeni muangalie, Abdallah Pazi maarufu kama Dullah Mbabe anafanya kitu gani, maana anafanyikia ndani ya Mwananyamala uwanja wa CCM Njuma na kivu mawe mwenye ajita kivu mawe, lakini hapa atakuwa kivu mkate. Hilo litakuwa pambano langu la kumi na tisa pambano langu la kumi na tisa katika mapambano kumi na tisa yaani pambano kumi na nane ndio nimecheza mpaka hivi sasa. Nimepoteza mapambano matatu, nimeshinda mapambano mapambano kumi na tano ko zote nimeshinda zote, sijai kushinda kwa pointi hata siku moja mana na ndio maana nimebatizwa jina la mzee wa tatu tatu, kwa sababu ukichukulia bondia pekee Mtanzania Abdallah Pazi ndiye aliyepata luksa mbili kwenda kushiriki mashindano ya mabingwa wa mabingwa wa duniani. Mi peke yangu ndo nilitoka na hapa, kwa Afrika, sio kwa Tanzania, kwa Afrika, nilisafiri mi peke yangu kuelekea mjini China, mji wa Macau. Kwenda kushiriki mashindano ya mabingwa wa mabingwa wa dunia, na kweli nikabahatika kuipeperusha bendera ya Tanzania kwa kumsambaratisha Mrusi nokauti raundi no ya tatu. Kwa maana hiyo, bado mimi ni bingwa yani bingwa. Alafu pambano la pili ambapo nimeenda kupeperusha bendera tena ya Tanzania, nilienda kugombania ubingwa wa WBC ambao mtanzania yote hajawahi kushiriki pambano hilo, peke yangu nilienda kushiriki ubingwa wa WBC, na nadhani mikasa leo nikuta njiani mliona, lakini nilipofika kule ilikuwa Ujerumani Munich, lakini nilipofika kule nilikutana na bondia mmoja, Tony Kraft alikuwa anatetea ubingwa huo. Raundi ya tatu ilimpiga knockdown, ilimpiga light kali ya kalala, Akanyanyuka, raundi ya nane wakaniletea kwenye kona lakini, kutokana mimi nilikuwa nimebeba bendera ya Tanzania, ikabidi mimi nikatae. Ilipofika raundi ya kumi kuona mtu wao hawezi kuendelea, ikabidi waliseme pambano la raundi 10, lakini mimi kwa Tanzania nisaini mkataba lakini, tukijua, wa raundi 12 nikashangaa. Lakini tukae tukijua, unajua mchezo kwao utunzwa, sababu kwanza, cha kwanza niliondoka peke yangu, nadhani nyinyi mnakumbuka siku yaliondoka nilikutwa na skendo airport ya, ya kuambiwa kwamba ni ni beba unga fanya nini, nikacheleweshwa hapa saunaakachereeshwapa siku ya pili yake, ya tatu ndo nikaondoka na ndege ya Turkish Air. Nadhani ndege hiyo mnaijua inaondoka saa kumi na dakika tano usiku, kwa sababu siku ya Jumaa nimeondoka hasa saa kumi na dakika tano mpaka kufika kule, transit ilikuwa Uturuki. Uturuki kwenda Ujerumani, Ujerumani nimeingia saa tisa, saa tisa jioni nikapanda mzani, nikatoka hapo nikapanda kwenye ringi hapo hapo. Sikuchelewa KWBC. Nadhani hata Mick Tesson kwa sababu alikuwa supervisor wa mpambano aliona kazi yangu mpaka leo bado anajaribu kulipa op na nini. Kwa hiyo Watanzania, kwa kifupi mi bado bingwa. Nadhani juzijuzi mliona Kilichotokea kwa ndugu yangu kaka yangu Francis Cheka kutukimbia. <laughs> Katoka nduku bwana, kaogopa kipigo kikali, na kwani nilikuwa nimemwandalia kipigo cha ajabu, kwa sababu nilikuwa nimetoka Urusi kuweka kambi, nimekaa Urusi zaidi ya mwezi mzima kwa ajili ya kuweka kambi ya Francis Cheka, nilikuwa Moscow.